Ibrahimu alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Alipewa kila kitu, alipewa ulinzi, alipewa mali, alipewa bahati, alikuwa ni mbarikiwa yule. Lakini kitu kimoja alichokuwa amekikosa kwenye maisha yake ni mtoto, mtoto wa kulisi mali zake, hakubahatika kuwa naye. Akawa anamwomba Mungu kila siku kuhusu hilo. Akili za kibinadamu zilimwambia mwanamke Sara, ambaye ni mke wa Ibrahimu, pengine mshauri mme wako azae na mfanyakazi. Ibrahimu akaona ni busara, akazaa na mfanyakazi wake, lakini akasahau kwamba maombi yake yako mbele za Mungu kwa ajili ya kumpa uzao wa kulisi mali zake. Siku akiwa na miaka tisini mke wake malaika walikuja, wakamwambia mwakani utazaa mtoto kwa ajili yako. Ni jambo ambalo ulikuwa unamwomba Mungu kila wakati. Hilo ni ombi la Ibrahimu alilokuwa amepungukiwa. Katika vyote alivyokuwa amepewa na Mungu, kuna kimoja tu alikuwa amepungukiwa, ni mtoto. Hivyo muombe Mungu akupe ulichopungukiwa. Kama hujanielewa nikukumbushe, kwa habari za Suleimani. Suleimani alikuwa na kila kitu alichokuwa anakitaka, alikuwa na hela na utajiri, alikuwa na ufalme, alikuwa na kibali, anaweza akachukua mwanamke yoyote ule, yaani kila unachokijua wewe duniani hapa alikuwa nacho, ila alikosa hekima, hakuwa na hekima Hakuwa na maarifa, hakuwa na busara. Kwa hata alipopewa ufalme, alipopewa nafasi ya kusema, omba lolote unalolitaka, unajua aliomba nini? Aliomba hekima, kile ulichokosa mbele za wanadamu. Mbele za Mungu nicho nenda nacho mbele za Bwana, kamuombe Mungu atakupa. Haujanielewa? Nenda kasome katika kitabu cha Wafalme wa pili, utaona namna ambavyo wana wa manabii baada, baada ya Elia tukufu kuondolewa, alipobaki Elisha, wana wa manabii wanasema nabii Elisha, mahali hapa ni pazuri kukaa, ni pazuri mno, panafurahisha mno, pana kila kitu, kasoro tu maji hayafai na ardhi inazaa mapoza. Wewe unapoenda kuonana na nabii, unapeleka shida gani? au unapeleka umbea au unapeleka malalamiko tu ya maisha ya watu wengine, unapeleka stori. Unapoenda kuonana na nabii unapeleka nini? Unapokuwa kanisani muda wa maombi wakisema tuombe, wewe huwa unaomba nini, ili Mungu umuone ndo jibu lako, ndo kila kitu kwenye maisha yako, huwa unaomba nini? Inawezekana hujaelewa zaidi, nikukumbushe kuhusu Daudi. Daudi alipoenda kwenye uwanja wa vita, alichokiomba kwa Mungu ni kuiondolea aibu Israeli kwa kuchukua kichwa cha Goliati tu peke yake, kichwa cha Goliati anayewasumbua Israeli, hicho tu akamwomba. Wewe una ombi gani na kuombea kwa Mungu na kuombea kwa Mungu nakusaidia, kwenye maombi yako na mimi nitaendelea kuomba pamoja na wewe. Chukua hatua, hilo linalokutesa maisha yote, hilo ambalo limefunga biashara zako haziendi, hilo ambalo limefanya uwe una uso wa kuinama kila wakati. Nenda kamwombe Mungu lile ambalo maisha yako yote unapambana nalo. Usikate tamaa, endelea kumwomba Mungu kwa wakati Mungu atatokea atakujibu. Ubarikiwe na Bwana, ni ndugu yako Nabii G7 Mwasomola. Amen.